Ukumbuke kusubscribe, kukomenti na kushare. Kuna simulizi ambazo huchoma roho kuliko risasi. Simulizi ambazo damu ya familia inafichwa gizani na ghafla hufumuka kama radi ya mauti. Leo na kusimulia hadithi ya mchimbaji mdogo aliyeishi maisha ya tabu na uchungu wa kutomfahamu baba yake. Lakini usiku mmoja ndani ya shimo lililojaa giza lilimtoa mtu hakuwahi kudhani angemwona. Simulizi hii si ya kawaida, ni simulizi ya damu, maumivu na msamaha. Karibu nikupe mkasa mzima hapa. Sudi alikuwa mchimbaji mdogo wa dhahabu, kijana asiye na mali wala heshima, akipigana na udongo na jua kali kila siku. Alikuwa akiamka mapema kabla ya alfajiri, akibeba jembe na tochi ndogo aliyoinunua kwa deni ndani ya moyo wake kulikaa pengo kubwa. Hakuwa na baba wa kumwongoza. Migodi ilijulikana kama kaburi la maskini. Wengi waliingia wakiwa na ndoto kubwa, lakini walitoka wakiwa maiti au vilio. Sudi alijua hatari hizo, lakini bado alishikilia tumaini la kupata jiwe moja la thamani, labda lingekuwa tiketi ya kuokoa mama yake na wadogo zake. Alipokuwa akichimba Vumbi la udongo lilimfanya korome, mapafu yake yakijaa ukavu. Mikono yake ilikatwa na vyuma, lakini hakuwa na budi kuendelea. Alijua hii ndiyo njia pekee ya maisha aliyorithi bila chaguo. Wakati mwingine, maisha yanampeleka mtu shimoni si kwa tamaa ya mali, bali kwa uhalisia wa kuishi. Sudi hakuwa mchimbaji kwa hiari, bali alisukumwa na njaa na pengo la kutokuwa na baba. Ndiyo maana kila pigo la jembe lilikuwa ni kilio cha moyoni mwake. Wenzake walimcheka mara nyingi, wakisema hana nguvu za kutosha, lakini ndani yake kulikuwa na msukumo wa ajabu, hasira ya kuona mama yake akiteseka peke yake. Alikuwa kijana wa kimya, lakini moyo wake ulijaa ndoto kubwa. Usiku mmoja, alipokuwa shimoni akichimba peke yake, ardhi ilianza kutikisa tikisa. Upepo mkali ulivuma ndani ya shimo, ukionyesha kama kuna jambo lisilo la kawaida. Ndipo akasikia mlio dhaifu, kama sauti ya mtu aliyejeruhiwa. Sudi aliguna, akashangaa kama ni ndoto au kweli. Alinyoosha tochi yake, mwanga hafifu ukamwangazia kivuli cha mtu mzee. Mmoja alikuwa amebanwa na mawe yaliyoporomoka. Kuna wakati hatima mtu huja kwa namna isiyotarajiwa ikimvuta pale ambapo hangeingia kwa hiari. Kwa Sudi, kilio chile cha mzee kilikuwa mwanzo wa ukurasa mpya, lakini hakujua kama ukurasa huo ulikuwa wa maumivu au wokovu. Alijaribu kumkaribia yule mzee huku udongo ukiendelea kuanguka. Jasho lilimtiririka usoni, macho yakitazama hofu na hatari. Hata hivyo, moyo wake ulimwambia usimwache mzee, usijali, nitakutoa hapa, Sudi alisema kwa sauti ya kutetemeka. Akaanza kuondoa mawe makubwa kwa mikono yake midogo. Kila jiwe lilioneka kama milima, lakini moyo wake ulikuwa na nguvu zaidi. Mzee huyo alihema kwa tabu akimtazama Sudi kana kwamba anamjua. Kila wakati alipomwona macho yake yalijaa huzuni isiyoelezeka, lakini kimya chake kilionyesha hofu kubwa zaidi ya mawe yaliyombana ni ajabu jinsi maisha huandika siri kubwa kwenye macho ya watu. Macho ya yule mzee yalionesha zaidi ya uchungu wa sasa, yalionesha kumbukumbu za zamani zilizofichwa, lakini sudi hakuwa na uwezo wa kuyaelewa wakati huo. Baada ya dakika kadhaa za mapambano, sudi aliweza kumsogeza mzee karibu na usoni mwa shimo. Mzee alilia kwa maumivu, akishukuru kwa kila pumzi ndogo aliyoipata. Sudi naye alitetemeka kwa uchovu, lakini moyo wake ulijaa huruma. Hatimaye, kwa nguvu zote zake, aliweza kumbeba na kumtoa nje ya shimo. Wawili hao walilalia ardhini, wakipumzika kwa uchungu na mshangao. Usiku ulikuwa mtulivu, lakini mioyo yao ililia kwa sauti kubwa. Sudi hakujua kwa nini moyo wake ulitetemeka. Ili kuendelea kupata tamthilia nzuri kama hizi tafadhali, naomba subscribe, share na kucomment, na zitakujia nyingi nzuri zaidi ya hizi. Asante kwa kutufuatilia na kwa kuendelea kwa washirika katika YouTube channel yetu.